Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza JavaScript. Bado tupo katika kipengele cha DOM. Na video hii tutaendelea pale tulipoishia katika video iliyopita. Tuliona njia mojawapo ya kuweza kuselect element fulani specific katika HTML document yetu na kufanya nayo kazi katika JavaScript ni kwa kutumia hii getElementById. So leo twende tukamalizie na njia nyingine, method nyingine ambazo unaweza kuzitumia pia. Nyingine leo tutakayojifunza inakwenda kwa jina la getElementsByClassName na hii ni tofauti na hii by ID. Class name, inachagua elementi zote ambazo zina class fulani. ID, fahamu kuwa ni unique, maanake unapokuwa na mfano heading 1 hii ambayo ina id hii ya heading, jina la id hii, hautakiwi kutengeneza mfano paragraph ama heading nyingine ambayo itabeba id yenye jina sawa na hii. Siku zote id inakuwa unique, lakini class name sasa inakuwa tayari una mfano heading 1, una paragraph, una heading 2, una heading 1 nyingine, lakini zote una uwezo wa kutumia class name moja kwa sababu pengine kuna style fulani unataka uiweke na zote zichukue style hiyo. Unaweza kutumia class name moja ukiweka style fulani, zina take effect zote, na ndio hapo tunatumia hii get elements by class name. Nitakuonesha hapa mfano muda si mrefu. Nafahamu kuwa hii get elements by class name huwa inarudisha ina return html collection, nikimaanisha array lakini sio array kamili. Tutakwenda kuona pia kuhusiana na hichi kitu katika video hii hii ya leo, html collection, na tunakuwa tunatumia index kuweza kuzipata. Wacha nikuonyeshe mfano. Index.html page yetu tutengeneze paragraph hapa, so tunafungua tag yetu ya paragraph, then tuweke class name So class sawa sawa na tuipe let's say note jina la class yetu hii. Sorry, wacha tuweke herufi ndogo class sawa sawa note. Tufunge opening tag na humu ndani tuandike tu maandishi yoyote, let's say hii ni note ya kwanza. Then wacha mimi ni copy tu kuweza kufupisha muda usiwe mrefu sana katika video hii. Nitapesti hapa, nitapesti na hapa. Kwa hiyo hii itakuwa ni noti ya pili, hii itakuwa ni noti ya tatu. Lakini zote ukiangalia, zina class name sawa not, not, not, na hii ni sawa kabisa kama utatumia get elements by class name. na unahitaji hizi zote zi take effect, paragraph zako pengine ziwe na style fulani, tutakuona hapa so, baada ya hapo, wacha turudi katika faili yetu ya JavaScript ni kuonyesha sasa namna gani get element by class name tunaitumia. Nitafuta mimi hizi kodi ambazo tuliziweka katika video iliyopita, na kitu cha kwanza nita declare variable inayoitwa notes na baada ya hapo nitaenda ku access element zangu hizi zote tatu, paragraph zangu kupitia class name ambayo ina represent hizi element zangu ambazo ni note. So hapa nitaweka mimi const notes sawa sawa Document bila kusahau tunaanza na document, dot notation, get element. Kumbuka kule katika ile get element by id hatukuishia na s kwa sababu kule tunaenda ku select specific ama tunaenda ku select element moja pekee, lakini huku, kila element yenye class name hiyo ambayo tutaiweka hapa, basi itaenda kuwa selected. Sasa hapa element inamalizikia na s, kwa hiyo s by class name, okay? Then baada ya hapo kama kawaida tunafungua bano letu ili tunapitisha jina la hiyo class name yetu ambayo ni note. Jina la class name ni hii note, note, note. Okay? Tumepitisha hapo. Kwa hiyo hapa tayari tumesha access hizi element zetu zote zenye class name ya note, na kuweza kuhifadhi katika hii variable yetu ya notes. So baada hapo kama mimi nahitaji mfano kuweza kujua hii notes imehifadhi element ngapi imekwambia hii get elements by id inarudisha in form of html collection, ni kama array lakini sio array ambayo ipo kamili as an array, lakini inarudisha kama ni array, kwa sababu ukiangalia tupo na element zaidi ya moja ambazo zina hizi class name sawa, not. Sasa utajuaje kuna class ngapi, i mean kuna element ngapi zenye class hiyo, sawa, ambao ni not? Wacha nikuonyeshe jinsi ya kuona kitu hiko, twende tuka display kwa kuona katika kupitia console. Ukiangalia hapa imetuambia tatu na kweli paragraph zetu ambazo zina klasi sawa hii ya note ni tatu hizi. Ukiangalia hapa moja mbili tatu kwa hiyo imetuonyesha, class name ya note imebe, ipo katika elementi tatu kwenye hii HTML document yetu. Lakini si hivyo tu, mfano unahitaji kuweza kuiona element ya kwanza ambayo ina klasi hii ya note, unaweza kutumia index kuweza kuaccess ama kuselect element ya kwanza katika ile kama array yetu, nimekwambia HTML collection So kuweza kufanya hivyo, simple, nitatumia console tena, nika display kwenye console.log then hapa tunaweka notes. Square bracket, kama vile ambavyo tumejifunza kwenye array ku access element fulani kwenye array yetu then, dot, kumbuka hii text content inafanya nini tuliweza kufahamishana katika video iliyopita. Kama unahitaji ile content katika hiyo element yako iliyopo unaweza kuiona kwa kupitia hii text content. Baada ya hapo, tayari unaona katika konsol hapa, hii ni noti ya kwanza kwasababu index ya zero, maana yake inaenda kutoa hii element ya kwanza. Nikiweka index ya two itaenda kutoka hii. Hii ni noti ya tatu. Angalia tu hii ni noti ya tatu. Kwa sababu hii hii ni index ya zero, hii ni index ya one, hii ni index ya two ambazo ni hizi huku. Okay, zote zina class sawa. So nadhani unaona the way ambavyo JavaScript ina nguvu sana na vitu hivi ambavyo unaviona vidogo vidogo, baadaye utakuja kutengeneza logic kubwa sana kupitia vitu hivi ambavyo unaviona na kufanya webpage zako kuwa dynamic, interactive na zenye uhai. So wacha tuweze kubadilisha maandishi ya hii paragraph yetu ya pili ambayo ni kwa index, tunasema ni index 1. Hii index 0, hii index 1. Tubadilisha haya maandishi. Kuweza kufanya hivyo ni simple tu. Just tunaiita to notes. Square bracket, index gani? Paragraph yetu ya pili ambayo index yake ni 1, then dot text content ndio tunahitaji kubadilisha. Sawasawa, imebadilishwa. Umeona, hii ni noti ya kwanza, hii ni noti ya pili. Haipo tena, imebadilishwa neno ambalo limetokea hapa kama hivi unavyoona hii ni noti ya tatu ipo kama kawaida, so tumeweza kubadilisha specific element fulani kwa kupitia index number kama hivi ambavyo unaona hapa. Kwa kupitia ile get element by class name tumeweza kuzi access zile element zote zenye hiyo class name ambayo tumeiweka hapa, ambayo ni note. Very simple, na tunao utakuwa umeelewa kuhusiana na hii get elements by class name. Twende na na tumalizie na hii get elements by tag name. Ni simple tu hii, inachagua element zote zenye tag fulani. Mfano, unahitaji kubadilisha kitu fulani kwenye paragraph zote ama div zote ama list zote, basi unaweza kutumia hii get element by tag name moja kwa moja, ukazifikia hizo element zenye tag hiyo paragraph ama heading one zote kwenye peji yako, unaweza kufanya hivyo. Na hii nayo inakuwa inarudisha ile HTML collection ambayo inakuwa inform kama ni array kama ilivyo katika element get element by class name. Wacha niweze kukuonyesha. Hiki ambacho namaanisha, acha tufute hizi. Then tutumie sasa, get elements by tag name na huku katika HTML document yetu tubadilishe, instead ya kuwa na class hatuhitaji class so, acha nifute class zote hizi, tunaenda ku access moja kwa moja, kwa kupitia tu, hizi tag name zao, na hapa katika maandishi acha tuache hivi hivi, then mimi nahitaji sasa ku access paragraph zangu zote hizi tatu ambazo nipo nazo kwenye HTML document yangu. Kwanza kabisa wacha nitengeneze const paras variable yetu, sawasawa, document, dot, get elements, by, tag name, then tuweke hapa tag gani ambayo tunahitaji paragraph, tuweka p ndogo semicolon. So tayari hapa tumesha access moja kwa moja elementi zetu zote zilizomo katika HTML document yetu hapa ambazo zina tag hii ya paragraph, na kuweza sasa kutumia kujua una paragraph ngapi. Let's say, katika HTML document yako hiyo kama vile ambavyo tumefanya katika zile za class. Let's say, console.log paras.length itatuambia tupo na paragraph ngapi? Tatu, na ni kweli tupo na paragraph Tatu. Tukisema hapa tunaongeza ya nne. Itatuambia zipo nne. No. Umeona zipo nne. So, unapohitaji kufanya kazi na paragraph ya kwanza ama ya ya ya ya ya pili au ya tatu tayari unatumia index kuweza ku access. Let's say mfano mimi nahitaji kubadilisha paragraph ya nne. Kama ni paragraph ya nne, hii ni index ya 0, index ya 1, index ya 2, index ya 3. Kwa mimi naenda kutumia index ya 3. Jina la Variable yangu paras ambayo ina access moja kwa moja zile paragraph, napitisha index ya tatu kwa 0, 1, 2, 3, hapa tayari na access hii paragraph ya mwisho ya 4. Then dot text content tunajua inafanya nini? Inaenda kwa access moja kwa moja ile content yake iliyobeba hiyo element sawasawa. Tuweke hapa nyingine, mfano tuweke hii imebadilishwa Kiangalia hapa tayari ina display hii imebadilishwa. Ile ya nne tumeweka sasa hivi hii imebadilishwa. Wakati huku inasoma hii ni noti ya nne, lakini huku tayari tumeweka hii imebadilishwa na ndio ambayo imechukua. So JavaScript inaweza kufanya vitu kama hivi na vitu vingine vingi ambavyo bado tunaendelea kujifunza, tutaweza kuona. So kitu cha muhimu kuweza kutamatisha video hii ya leo aa, kama utakuwa na swali hujanielewa sehemu utaniambia, ni issue hii ya HTML collection ambayo nimeizungumzia. Tuliona Get elements by class name na get elements by tag name, na kwanza zote hapa katika element zinamalizikia s. Tofauti na ile get element by id. Na baada hapo, hizi mbili get elements by tag name na get elements by class name zinarudisha hii HTML collection tunasema. Na hii just ni ile live collection, ikimaanisha kama utatengeneza elementi mpya inaolingana na hivyo ambavyo umevifanya mfano, mfano class name sawa ama tag sawa basi nayo itaonekana moja kwa moja ndani ya hiyo collection. Ni kama collection fani iliyopo, alafu una uwezo wa kufanya nayo kazi ukaiaccess kupitia index. Natumai umeweza kuona jinsi ambavyo nimekufahamisha hapo awali. So kutamatisha, ni vizuri sana kuweza kutumia id kwa element muhimu na za kipekee, kwa mfano header, footer, main, lakini pia unaweza kutumia class kwenye zile element za groups, za element ambazo zinazoshirikiana, mfano list items, basi ukatumia class kwa sababu mara nyingi pengine list yako unataka maandishi yake yawe mekundu, list zote yanakuwa hivyo. Lakini pia kumbuka HTML collection sio array kamili, sio array as an array. Ila inafanana na array. Ukitaka kuweza kutumia methods za array kama for each badilisha kuwa array, haitoweza kwenda moja kwa moja. Hiyo HTML collection yako badilisha kwenda kuwa array kwanza. Tumefahamishana, so sina la ziada katika video hii ya leo. Jaribu kufanya mazoezi zaidi huko, jifunze zaidi kupitia mtandaoni hiki ambacho tumejifunza. Kama utapata nyongeza yoyote, kile share na sisi katika sehemu ya comment, ili tuendelee kujifunza pamoja na kushirikiana. Natumai umeweza kujifunza, like, share na wengine wapate kuungana nasi katika safari hii ya kujifunza na kuwa web developer ambao tutakuwa tunaelewa vizuri namna gani ya kutumia lenguaji hizi kutengeneza project mbalimbali mbali, kubwa kubwa. Tukutane video inayofuata, tutakuja kujifunza kitu kimoja muhimu sana ambacho ni modern kinachotumika kwa sasa, ukiachilia hizi get element by tag name by by id by class name ambazo zamani zilikuwa zikitumika sana. Tutakuja kuona kuhusiana na query selector na query selector all. Usikose, video hiyo ni muhimu sana. Asante sana.